Na kitavuka hiyo asilimia kumi na nane kiwango cha asilimia kumi na moja point saba kitaongezeka zaidi na kuvuka kile kiwango cha asilimia kumi na tano. Kwa hiyo, maanake tayari nchi unakuwa umeiingiza kwenye matatizo makubwa, na ndiyo maana kwamba ni lazima tukope kwa busara mkubwa, na tutekeleze miradi yetu tu tuliyoipanga, tusije tukafanya hata uzembe tu wa sisi kushindwa kukusanya kodi, tunaenda kukopa kuja kufinance matumizi yetu ya kawaida ya washa na, na starehe zingine He. na ndio maana tukaomba kwamba okay, kama utetezi ni huo mkubwa, kama tunahitaji kufanya mambo makubwa, tumelazimika mpaka tupate mikopo hiyo mikubwa, okay, sawa, lakini lete jedwali hapa, tumalize utata wa miaka mingapi mitano na, na hilo ambalo nalo limekuwa ni changamoto. Lakini tumeona Mheshimiwa Rais katika muda mrefu, katika maeneo mbalimbali, amekuwa akilalamikia sana na akiomba kupunguza kukopa na akilalamika sana juu ya ukopaji wa mikopo inayoendelea kwa sababu anaenda mbali kabisa mpaka anaona na kwamba na kama tunanyanyasika kwa, kwa watu wetu ambao tunaenda kukopa mikopo na mikopo mingine inabidi tuipate kwa masharti ambayo sio rafiki kwa nchi yetu, na, na masharti mengine ambayo mpaka yanayojaribu yanayo wanayojaribu hata ku, ku, ku, kuingilia uhuru wetu. Sasa sasa tunakuwa na waziri wa fedha ambaye analalamikiwa na kila mtu sasa. Ra, Mheshimiwa Rais anamlalamikia waziri wa fedha kwa kushindwa kutekeleza majukumu yake sawa sawa. Wabunge tunamlalamikia waziri wa fedha kwa kushindwa kutekeleza majukumu yake sawa sawa. Wananchi wanamlalamikia waziri wa fedha huyu kwa kushindwa kutekeleza majukumu yake sawa sawa, na kuliingiza taifa kwenye madeni ambayo hayakustahili kuingizwa kama taifa lingekuwa na mkusanya kodi wa kweli. Sasa eh. Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, mantiki hiyo. Kwa mantiki hiyo, waziri wa fedha ameshindwa, na bahati nzuri maandiko, mchango huu wa maandishi nilimkabidhi kwa maandishi kwa waziri wa fedha, na nilitegemea kwa haya mambo mazito haya asingeweza kwenda nayo, haya mambo mazito haya alitakiwa au ameshaya, ameshaya, ameshaya, ameshaya tatua eh? Na nilitegemea kwamba ndani ya bunge angejibu lakini pia kwa dharau kubwa, hata ile ku-mention tu kwamba nimepokea mchango wa maandishi kwa sababu mimi kama sikusimama kusema, silinipashwa pia kutambulishwa kwamba mchango wangu wa maandishi niliyoutoa, na hata kujibu baadhi ya, ya, hoja nilizokuwa nimemuuliza, na muda alikuwa amepewa na spika wa kuwajibu wa bunge hapa, kuwepo na sababu ya kusema kwamba tena hizi hoja sisi tutakuja nazo kesho. Yaani wewe bunge limesha roketi muda wa waziri wa fedha wa kujibu hoja za waziri wa fedha, lakini alipata muda mpaka wa kuzungumzia timu zake za mpira za Singida, huo muda aliupata lakini muda wa kujibu maswali ya wabunge ndani ya bunge haukupatikana. Bunge limearoketi muda wa wabunge wao kujibiwa, wanaambiwa kwamba hoja walizoziuliza zi, walizo, watajibiwa baadaye. Haya ni mambo ya ovyo sana kuambiwa. Wabunge waliokuja wameacha shughuli zao kuja kufanya kazi za wananchi, halafu mnaambiwa majibu, si mtaletewa baadaye? Huyo waziri yeye huwa anafanya kazi gani mpaka uje utuambie sisi majibu tutaletewa baadaye? Tumekuuliza hapo bungeni, wataalamu wote wapo ndani ya ndani ya, ya, ya, ya, bunge na wamepewa kibali na mheshimiwa Spika kuingia bungeni ili wamsaidie waziri kumpa majibu. Unatuambia kwamba majibu tutaletewa baadaye, tutaletewa baadaye ya lini? Wakati baadaye sisi ndio tuko hapo tayari, tumeshakaa na tumevaa kibunge kusubiri majibu, na tumetoka kwenye majimbo yetu, tumeambia wananchi tuko bungeni kuwawakilisha, alafu tunaambiwa majibu tutaletewa baadaye, tutaletewa baadaye ya lini? Bunge limetoa muda wa kupewa majibu, unasema majibu tutaletewa baadaye kwa hiyo haya mambo haya ni mzaha sana katika, katika, katika usimamizi wa shughuli za wananchi na, na kwa kweli haifai kuwa hivyo. Sasa kwa sababu waziri huyu ameshindwa, ni kama amekimbia eh, amekimbia hoja. Kwa hiyo hizi hoja bado zinamkabili na kwa kweli anakabiliwa na mtihani mgumu wa kuhakikisha kwamba anapojiandaa kwenda kuleta kwe, ile bajeti kuu, ni lazima waeleze Watanzania ukweli, ni lazima waeleze wabunge ukweli, nini kilichomsukuma kwenda kukopa mikopo peke yake kwa ridhaa yake na kuja kuitumia kwa ridhaa yake, na kukopa fedha zingine usizipitishe kwenye mfuko mkuu wa serikali, unazichepusha, unazipeleka moja kwa moja kwenye matumizi kwa ridhaa yako. Lazima Watanzaniaji awaambie.